Hakika wewe unafahamu shari ya tariki swala. Je, umewatahadharisha jamaa zako kunako kuacha swala? Wewe unafahamu kama ni mwanamke unafahamu shari kutofaa, mwanamke ya mtu kutovaa, mwanamke kutojustiri na kuvaa mavazi ya kisheria, shari hiyo unaijua. Lakini wewe, mwanamama, umemtahadharisha nani na nani katika ndugu zako katika jamaa zako, katika watu wako wa karibu, na watu wengine, au umekaa kimya? Utakuwa umeuvunja msingi huu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amemsimika. Hakika kila mtu anajua shari ya zazaata al-amni, shari ya kutoweka amani katika jamii. Je, kwa shari hiyo ambao umeifahamu umemtahadharisha nani na nani asije akaielekea shari hiyo? au umekaa kimya, wenu umeuvunja msingi huu. Unakuta kuna baadhi ya Waislamu, anawakuta watoto wa familia ya ndugu yake au watoto wako barabarani, maeneo hatarishi, wala hatahadharishi yoyote, anawapita na kuwacha hali ya kuwa yeye hapendi lau watoto wake wakiwa eneo hilo. Wenu utakuja kufanyia kazi msingi huu. astaghfirullah llaha lii walakum.